wake vizuri kaenda kwenye ibada huko na mke wake na watoto wake wawili. Lakini hila mtu mmoja akaja akafungulia wale kuku. Alipofungulia wale kuku, akakimbia moja kwa moja kwa mwenye maharage, aliyepanda maharage. Yametoka, yanapendeza, walikula maharage yote. Hasa watu wakamwambia, tutaangalia ukristo wake umekalia wapi. Sasa so, anasema upendo kila siku anapenda upendo. Jamani upendo leo ndio tutaona. Hasa alivyokuwa anakuja amebeba na mtoto wake kwenye mabega, mke wake naye amebeba mtoto mgongoni na kuja pale, watu wamesogea, waangalia kitakacho kwenda kutokea. Yule baba mwenye maharage aliua wale kuku wote. Kuanzia jogoo mpaka kifaranga. Akasema atakuja, tuone sasa atasema ni na Yesu wake. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa. Unajua, upendo ni gharama, upendo ni gharama, watu wa Mungu. Yule baba alivyokuja akakuta kuku wamerundikwa mlangoni, akashangaa, kuna nini? Watu sasa wanasogea, tutamwona, tutamwona. Ee hey, tutamwona kabisa atakachokifanya. Alipofika akaangalia, akasema, kumetokea nini? Akasema, fanya atakalofanya, mimi ndio nimeua kuku wako, utanifanya nini eh? Tulisema watu wafungie kuku. Wewe umeondoka umeenda kwa kusali, alafu ukufungia kuku wako? Mungu wangu! Akasema mpendwa, bwana, nimekupa hasara, pole. Walichotazamia wale kwamba kitakuwaje, ikawa hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Upendo aliotufundisha Bwana Yesu, wale kuku, akasema najua hawa hawajafa na kideri wala hawajala sumu Atakayeweza kuchukua achukue, tule wote jamaa, na nami nachukua huyu moja. Tetea, njoo mchukue, twende tukale na watoto wetu nyumbani. Akasema, wewe, uliyelea maharage yako pale, ndani kuna mbegu, asubuhi na mapema nitatoka na mke wangu nije nipande. Mm, waliotazamia sio yenyewe. Ndio mambo ambayo wanahitaji watu kuyaona kwetu sisi tulio wanafunzi wa Yesu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kasema, chukueni jamani, nenda mkale na watoto we, chukua huyu jogoo mkubwa, huyu alikuwa nawika, chukua na mimi. Nachukua huyu hapa, asubuhi mama na baba tutakuja asubuhi sana kuja kupanda, muwe na amani eh. Yakawashuka, yaliwashuka maana waliotegemea sio lenyewe. Asubuhi na mapema, yule baba na mama wakabeba mbegu zao na kwenda. Wakasema hapana, mpendwa, hapana, oh, hapana, hapana, hapana, tutapanda mbegu ilibakia, tutapanda sie wenyewe. Yule baba akasema naomba kitu ulichokula kikakukatalia kuwa na hasira, akasema ni Bwana Yesu yuko ndani ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe, ametufundisha upendo atakapokuja atatukuta tukoje? Na katika Adventi hii tunajiandaaje? Sisi tumeimba hapa, nasema wewe, yule mwimbaji mtunga wimbo ule ametunga na cherogea ndani yake asema, uweke moyo wangu we hori. Ile hori, si ndipo alipokuwa amelazwa Yesu. Anasema ukae ndani yangu. Bwana Yesu akija tufungue milango kama tulivyoimba, fungua milango Bwana wa aingie akija Bwana Yesu akute sisi tuko tayari kumpokea. Haleluya! tunahitaji kutengeneza njia zetu katika majilio haya, tuweke mishumaa wake ndani ya nafsi zetu. Bwana Yesu anakuja, anarudi kama mwenye haki, anarudi kuyalipa matendo ya watu wote, ndio yale ya upendo, kupendana kumkiri Bwana Yesu kwamba ni bwana na mwokozi wa maisha yetu. Tunahitaji tufanye nini jamani? Watoto wa kipaimara, mara ingine tunawapa watoto wa kipaimara. Siku moja, nikiwa sharika za hapa mjini, tuliwapa watoto wa kipaimara, sijui walikuwa sabini, mchungaji, lakini nakwambia baada ya muda hakuna hata moja, wamekimbilia kuangalia luninga. Wengine tena wanaficha hata remote, kwa sababu walipaona, alipopaona yeye anaficha remote ili atakapokuja aanzie pale. Uongo kweli watoto? Uongo kweli? Kipi tumekipa kipaumbele, kuangalia katuni ama kuangalia masomo? Tuseme ukweli. Tunamkataa shetani kwa kazi zake zote na mambo yake yote, tunajitoa kwa. Ni kipi tumekipa kipaumbele? Luninga, kuangalia katuni na muvi ama tunaangalia masomo na kuwatii wazazi wetu? Majibu mnayo ninyi wenyewe, si ndio? Jamani, si ndio wazazi? Maana hatuwezi kuwasemea. Yesu anarudi katika utukufu. Siku ya kwanza alikuja kama mtoto kwenye holi, mtu wa kawaida asiyekuwa na umbo la kutisha, lakini siku atakapokuja tena hatakuja kama mtoto, bali mfalme wa milele. Hatakuja peke yake, bali pamoja na majeshi ya malaika. Hatakuja kufa bali kuhubiri na kuhukumu waliotenda mema, waliotenda mabaya hata kuja kufa bali kuhudumu. Hii picha ya utukufu mkubwa isiyowahi kuonekana kwa macho ya kibinadamu. Majira ya Advent, majilio, yanatukumbusha yule tuliyemwona kinyenyekea. Atakuja katika mamlaka kamili, ataangalia yale matendo tuliyofanya. Je, tulimkiri hata mbele za watu? Mara nyingine tumeshindwa kumkiri Bwana Yesu. Siku moja, vijana walikuwa watatu, watasema hakakamama haka nako hivyo hivyo, hasa wale, njaa ilikuwa imewauma sana. Mahali walipokwenda yani, ilikuwa ni sehemu ambayo kabisa kabisa inaashiria Samweli hayupo eneo hilo, wala Joni. Basi wakasema tunakwenda pale. Nazungumzia jinsi ambavyo hatumkiri. Mara nyingine, ni vitu vidogo sana vimetufanya tusimkiri Bwana Yesu. Akasema tubadilishe majina, tukifika kule tukisema sisi ni John, siwi Samuel na nini, hatutapewa chochote. Afadhali tubadilishe majina yetu. Mwingine akajiita fulani, mnafahamu si ndio? Mwingine fulani, hasa njema wema kweli kweli. Kafika pale akasema mimi ni fulani na mimi ni fulani. Samuel, akasema mi naitwa Samueli. Akasema wewe Samueli, wewe ni Mkristo? Kumbe akasema mama fulani eh, tunao wawili ambao ni wa kan, wa nani yetu wa kada yetu, lakini kuna Samueli hapa, yapampe futari ya jana iliyobaki ale. Hawa wengine si tumefunga jamani, tuko kwenye mwezi mtukufu. Eh? Tumefunga. Ah. <laughs> Samweli anakula, ndio. Kiri jina lake mbele za baba yangu. Vitu vidogo vinaturudisha. Lengo la kuja kwake ni kumlipa kila mtu, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Hapa tunajifunza kuwa Mungu ni mwenye haki. Hukumu yake haina upendeleo. Anajua yale yote tuliyoyatenda, yaliyo wazi na yaliyo sirini. Matendo yanaonyesha kilicho ndani. Hatuokolewi kwa matendo bali, hatuokolewi kwa matendo bali matendo mema ni dalili ya imani ya kweli. Adventi inatukumbusha, Je, matendo yangu yanaonyesha kuwa nimekubali kuwa Mkristo? Kila mtu atasimama mbele yake. Hakuna atakayejificha nyuma ya dini, nyuma ya cheo, haiba au umaarufu. Kila nafsi itatoa hesabu. Tuko tayari kutoa hesabu na itakuwa ya jinsi gani? Matendo yetu yatakuwa peupe. Hebu hii adventi itukumbushe kuyaweka mambo yetu vizuri. Bwana Yesu asifiwe! Kuyaweka vizuri yale ambayo tumeona hapa ni mekwenda tofauti. Tuamke kiroho, kwa sasi yetu ni wamakosa, na ndio maana anatuambia tuombe bila kukoma. Adventi majira ni ya kuamka kwa, kwa kiroho. Majira ya adventi si mapambo tu, si mapokeo tu, ni wito wa kuamka, majira ya kutubu, majira ya maombi, majira ya kukumbuka ahadi za Mungu. Kanisa lijiandae kwa ajili ya mfalme, kuishi maisha ya utakatifu kuwa watu wa neno, kuzaa matunda ya moyo, kuwahubiria wengine neno la Mungu kwa njia ya kuzungumza, hata kwa ajili ya mwenendo. Bwana Yesu asifiwe. <coughs> watu watakapomwona mchungaji mbwilo anapita, waseme hakika ni mtumishi huyu ni mtumishi. hata kama zita, si, ni, niache kabisa akola, niiweke pembeni, lakini nitembee, watu waseme huyu ni mtumishi. Bwana Yesu asifiwe, waseme huyu ni Mkristo wa Kariakoo yako, nilimwona kanisani, mchungaji wake anaitwa Aila na ana wazee wake wa kanisa. Tuwe na harufu ya Ukristo. Kanisa lijiandae kwa ajili ya mfalme, kuishi maisha ya utakatifu, kuwa watu wa neno, kuzaa matunda ya moyo, kuwahubiria wengine neno. Katika somo hili la Mathayo 16:27 tunapaswa kujua, mwana wa Adamu atakuja, atakuja katika utukufu, atakuja na malaika zake, atakuja kumlipa kila mtu kadiri ya matendo yake. Mpendwa, majiandaje kwa Bwana mwenye haki anapolijia kanisa lake, ambalo ni mimi na wewe. Majilio haya yatukumbushe ni wapi tumejisahau, tupate kutubu na kurejea kwa Bwana, ni wapi tupate kusimama. Ni kipindi ambacho ni kigumu, kinahitaji toba. Tujitafakari. mara nyingine tumeangalia matatizo baada ya kumwangalia Bwana Yesu, takuta watoto wao wanasumbua. Jamani eh, sijui nifanyeje? Umemshirikishaje Bwana Yesu juu ya watoto wanaosumbua? Majirani wanasumbua kwenye mipaka, unaangalia tu majirani wanavyosumbua kwenye mipaka, humwangalii Bwana Yesu. Bwana wabariki watu wa Kariakoo. Ninawapenda sana. Bwana atubariki.